Guys, habari zenu, mambo vipi? Karibu sana karibu sana sana sana kwenye channel hii. Wale ambao bado tuko hai ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na wale ambao eh, wametanguliwa kwa namna moja ama nyingine ni kuombea Mwenyezi Mungu awajalie makazi mema huko walikokwenda. Taarifa ni nyingi sana zimetupita tukiwa nje ya mitandao ya kijamii lakini kubwa ambayo nataka nianze nayo ni, ni kuhusiana na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Zanzibar. Taarifa hii imetoka siku nne zilizopita na taarifa hii inahusu E, ni taarifa kwa umma. Bodi ya mkopo ya wanafunzi wa elimu ya juu Zanzibar inapenda kuwajulisha waombaji wote kwa kuwa majibu ya walioomba mikopo kwa awamu ya kwanza yametolewa rasmi leo tarehe 28 Oktoba 2025. Jumla ya wanafunzi 6459 wameteuliwa kupata mikopo, kati ya hao wanafunzi 1874 kwa ngazi ya stashahada na wanafunzi 4585 katika ngazi ya shahada ya kwanza. Aidha, bodi ya mikopo ina endelea na mchakato wa uhakiki wa maombi mengine na inatarajia kutoa orodha ya majina kwa awamu ya pili hivi karibuni. Waombaji wote wanapaswa kuangalia majina yao kwa kupitia kiunganishi cha zolas.zhelsb.go.tz/zolas. /zolas. lipa mkopo na wengine wasome. Taarifa hii imenukuliwa na kuwekwa katika maneno na miti cha Sharaka kupitia akaunti hii. Kama ni mara kwa kwanza, endelea kusubscribe endelea kuvunja vunja na kudadavua yale yote ambayo yalitupita ndani ya siku tano hizi za lockdown. Asante, endelea kuwa nami.